Alhamdulillah, mtu kama mwanaume ana kifua nywele, mm, hamna haja ya kutoa ku, e, manake sharia imeruhusu mwanaume apunguze sharubu na, e, na, sharub, na sehemu ya, sehemu ya, ya siri, wala siku arobaini takiwa mtu anyowe asafishe, na ya, ya mkono siunitoni Kiswahili kwapa hii sharia umetoa uh, mtu baada siku arobaini lazima asafishe na anyoe kabisa. Sasa uh, lakini kama kifua au mkono mtu ana nywele uh, hamna haja, ni sio sunna ya Mtume saa salam, ni haifai mtu kunyoa isbukua. Kama hii nywele ya kifua, nywele ya mkono, mwanaume au mwanamke, yote imezidi baka kiwango ya kawaida mivuka simeauri apa mtu kupunguza haina shida, mm. Turudi katika alurf hata hapa nani nywele, hapa. Nyusi mm. Kama umezidi sio kawaida mtu kupunguza haina shida na kama uko kawaida utaki kuguza, mtu anasema melani kuja katika hadith laana, Allah an-namisa wal-mutanamisa Mungu